Tanzania imepewa heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa tuzo za thelathini na mbili za kimataifa za utalii kwa ukanda wa Afrika na bara la Hindi. Yaani, huko duniani kuna tuzo mbalimbali mbali za utalii. Hizi ndio tuzo kubwa kabisa za utalii katika dunia na zinafanyika kwa kanda, kwa hiyo Tanzania imepewa nafasi ya kuwa mwenyeji na tukio hili litafanyika tarehe ishirini na nane hapa katika hoteli ya Johari Rotana jijini Dar es Salaam, tarehe ishirini na nane mwezi wa sita. Huko duniani utalii una mazao mbalimbali, na kama mnavyojua, kuna utalii wa wanyamapori, utalii wa mikutano, utalii wa utamaduni, utalii wa michezo, utalii wa tiba na aina mbalimbali mbali za utalii kama utalii wa fukwe. Sasa tuzo hizi zinafanyika katika levo ya kanda na baadaye levo ya dunia. Kwa hiyo wale wadau walio katika sekta hii ya utalii ambao wanajumuisha bodi mbali mbalimbali za utalii, wenye huduma za malazi, vivutio mbalimbali mbali vya utalii, wanaotoa usafiri, usafiri wa anga wanaotoa usafiri wa aridhini e, kampuni bora za meli za kitalii e, kampuni bora za treni pamoja na za kitalii, lakini pia kampuni mbalimbali zinazoendesha shughuli za utalii wa mikutano na matukio. Kwa hiyo hii ni moja kati ya maeneo ambayo yanapewa tuzo hizi na wanufaika ni wengi Tanzania. Hadi tunavyoongea na nyinyi waheshimiwa waandishi wa habari, ni kwamba kumekuwa na wadau 38 kutoka sekta binafsi na wadau kumi na mbili wa serikali ambao wanawania tuzo hizi. Shughuli kama hii mwaka jana ilifanyika Mombasa, Kenya. Tanzania ilishinda tuzo tano bodi bora ya utalii Afrika ilikuwa ni bodi ya utalii Tanzania TTB. Kivutio bora cha utalii katika bara la Afrika ilikuwa ni mlima Kilimanjaro. Lakini hifadhi ya taifa bora katika Afrika ilikuwa ni Serengeti National Park. Lakini pia kulikuwa na kivutio bora cha safari duniani, katika level ya dunia Tanzania tuliweza kushinda. Lakini pia katika ngazi ya Afrika Tanzania ilikuwa ni Africa leading destination. Nitoe wito kwa watanzania walio wengi tutakuwa na wageni 500 watakao watakaokuja katika tukio hili. Wageni 300 wanatoka nje ya nchi, 250 hadi 300 ambao wameshathibitisha. Watahitaji kusafiri, watahitaji huduma za malazi, watahitaji burudani, watahitaji kupata taarifa. Kwa hiyo, waheshimiwa waandishi wa habari, ni fursa yenu pia kuweza kutengeneza documentary kadhaa za matukio, ili wageni hawa wanaokuja, sio kila mtu anakuja na production company yake anaweza akahitaji content ambayo inamwonyesha akipokea tuzo au anahitaji content ya kuonyesha Tanzania. Kwa ni nyinyi waandishi wa habari ambao mtaalikwa pia kwenye tukio hili muweze kuonyesha namna ambayo eh, tunaweza tukatangaza tuka <mulia>